OCD hapa kamanda, simemwona yule kijana. Yaani, hakikisha nalipo hela zake hizo laki nne kama anastahili kulipo. Sisi watafutaji sisi riziki tunaitafuta. Kuna wakina kina bosi wetu wanakuja kutuajiri kuja hapa kutuleta tunalima tunakuja kulima tunalima, katika kulima kwetu sisi tunadhulumiwa tuna eka yetu hatuipati. Naomba mkubwa au ani atoe, ani atoe kitu kidhibitu cha kwamba mtu anayekuja kulima huku awe na tiketi ya kwamba ambao akilima alipwe. Sisi tunanyanyasika mnavyotuona hivi. Mimi sasa hivi msimu wa, wa mwaka karibu hapo mwaka tatu sijapata hela. Naomba mtoe tiketi ya kwamba anayekuja kulima huku achukue achukue hadi kibali alime msimu na alipwe, si mimi. Yani sasa hivi sijalipwa msimu wa tatu, nani wazazi, jamani. Kwa hiyo una mke, una mke na na mtoto, ila ma, mazingira yangu ninaoishi huku, nimekuja kutafuta, sitaki nini kutamani kitu cha mtu kwa sababu nina nguvu, acha nilime, nalima, nimezurumiwa mwaka wa tatu. Sio bosi kwamba ana kipaji, amna, ni askari kabisa, ameshanizurumu Nifanye nini sasa? Shingapi tena amenizurumu ela msimu, shingapi nizurumu? yeah. <laughs> Tuliokubaliana hela angu mimi ni laki, hizi amesema bwana, nakuomba laki nne. Uni, eh, unichumie unichomee, bado nikasema haina shida, bado ananifadilia mpaka sasa hivi. Kwa sababu gani? Mi naogopa ni askari. Nitafanya nini? Nyumbani kwetu sina msaada Ntafanya nini hivi, sina msaada. Nitafanya nini basi? Acha ni mwache tu jinsi alivyo, kutokana ana uwezo, mi sina uwezo, ishmeisha. Kwa, kwa, usionionage, usi, hivi mi nimelelewa na bibi, mama, sina baba. Sina OCD kwa hapa? Kamanda, umemwona yule kijana ndio? Yaani hakikisha analipo hela zake hizo laki nne kama anastahili kulipwa. Umenielewa, eh? Eh, kama anastahili kulipwa shilingi laki nne yake alipwe njoo hapa wewe nani? Achukue hizo pesa. Njoo, njoo, njoo. Utalipwa hela yako chukua na shilingi elfu ishirini hii angalau uweze kunani. Utapata haki yako hakuna haki ya hey, mtu inayopotea. Oh, oh, oh, na nyingine iko kwa Mheshimiwa Mbunge Ehe. Eh. Eh, leo usilewe kabisa. Yaani swala la huyu ameeleza changamoto, tusije tukaona kwamba kesho akafanyiwa kitu chochote kile kibaya, basi na huyo askari mwenyewe naye atakuwa kwenye mazingira magumu. Tusitumie vyeo vyetu kunyanyasa watu wengine. Yaani wewe kwa sababu ni mkuu wa mkoa, kwa sababu ni mkuu wa wilaya, kwa sababu ni mtendaji, kwa sababu ni mbunge, kwa sababu ni kiongozi wa chama, kwa sababu ni mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa kijiji, unanyanyasa wengine au askari wa jeshi la polisi au vyombo vingine vya ulinzi na usalama, sio sawa. Hili jambo haliwezekani kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo watu kwa kweli wasifanye hivi, na mtu akifanya kazi kwenye shamba alipwe pesa zake, mwachane kwa usalama. Huyu ana, ana familia analea. ana lea ana mke na mtoto mmoja.